Hii ni sehemu ya kumi na tatu ya simulizi ya Mke Mwenza. Katika sehemu iliyopita, tuliishia pale ambapo Amina amekuja kumtaarifu Zulfa ya kwamba mke wa tatu ambaye Abduli anatarajia kumwoa ni Madina. Zulfa hakuamini kile alichokisikia na Amina akasema wapo njiani, muda huu anakuja. Zulfa akamwambia Amina, tulia basi na wewe. Mama mkwe yamekuja kwa muda wote huo mama yake na Abduli alikuwa ametulia tu akimshangaa Amina na akamwambia, yaani nimekuwa mdogo kiasi hicho mpaka umeingia hapa ndani kwa muda wote huo eti hujaniona? Na ndo maana nilitaka kushangaa, hata mimba tu utawezaje kuipata ikiwa muda wote uko bizi unampeleleza mumeo? Na hata akiongeza mke wa tatu tatizo liko wapi? Hayo yalikuwa ni maneno ya mama yake na Abduli na Amina akamjibu Tafadhali mama, kwa heshima na kuomba usizungumze hayo maneno. Asije akathubutu, asije akathubutu kabisa. Je, unadhani ana huo uwezo wa kumudu wake watatu? Yaani sitokuwa tayari kuruhusu mke yoyote yule aongezeke hapa mpaka nitakapohisi ya kwamba yuko tayari kuoa mke wa tatu. Mama yake Abduli akamwambia Amina, hivi unajua unazungumza na nani hapa? Yaani unajaribu kusema ya kwamba kijana wangu sio mwanaume aliyekamilika? Kwa hasira, Amina akasema, ndiyo mama, hajakamilika. Na kabla hajaendelea kuongea zaidi, ghafla alijihisi kichefuchefu na akataka kutapika. Jambo hilo lilimfanya Amina akimbilie chumbani kwake ambapo alienda kutapika huko, na Zulfa akamfuata. Baada ya Amina kutoka bafuni alipokwenda kutapika, Zulfa akamuuliza, uko sawa? huku akitafuta mahala pa kukaa. Amina akasema najihisi kizunguzungu, alafu kichwa kimekuwa kizito kweli, huku akitabasamu. Zulfa akamuuliza tena, vipi mwezi huu uliona siku zako kweli? Swali lile lilimstaajabisha Amina, akamuuliza Zulfa, unajaribu kusema nini? huku akipapasa nywele zake. Zulfa akamwambia Amina, kama Mungu akijaalia, inawezekana tayari wewe ni mjamzito. Jambo lile lilimstaajabisha Amina, akauliza kwa furaha mimi ujauzito? Yaani, mtu akiwa mjamzito mzito hivi ndio anavyojihisi? Ghafula unajihisi kutapika na kile chakula chako unachokipenda kina kukifu. Oh, jamani! Amina alizungumza maneno hayo huku akipapasa tumbo lake kwa furaha, na Zulfa akamuuliza vipi kuhusu huyo mke wa tatu, una uhakika ni Madina kweli? Amina akasema ndiyo, nina uhakika lakini hata hajui anakuja kukutana na nani. Inawezekanaje akataka kushea mwanaume na mimi? Ah, kiukweli inaniuma sana, yaani rafiki yangu kipenzi anataka kushea mume na mimi. Amina alizungumza maneno hayo kwa uchungu. Zulfa alimwangalia tu, kimoyomoyo akajisemea, oho, sasa nadhani utakuwa umepata ladha halisi ya jinsi nilivyokuwa najisikia mimi pindi nilipopata taarifa ya kwamba Abduli anataka kukuoa. haya hebu jiandaye kumweleza mume wetu kuhusu ujauzito wako. Hongera mke mwenzangu. Zulfa alisema maneno hayo kwa furaha, na Amina akajilaza kwenye bega lake huku akisema, nina furaha sana kwa sasa, lakini huyu Madina huyu, yaani nitamkata mguu, huku akiwa anatoka chumbani hapo. Zulfa akasema sawa, mna shida, pumzika basi leo, nitakusaidia kupika. Amina akamwambia Zulfa, asante mpenzi, kisha yeye akalala. Zulfa alitabasamu na kutoka chumbani hapo, na hakumweleza mama yake na Abduli kuhusu ujauzito wa Amina. Mama yake na Abduli akahoji nini kimempata yule, Zulfa akamwambia ah, alikuwa na kizunguzungu tu, inaonekana wamezurura kweli na Hamidu leo. Katikati ya mazungumzo yao, ghafla walisikia honi ya gari la Abduli na Zulfa alipochungulia kwa dirishani akamwona Madina akishuka kwenye gari hilo, akajisemea kimoyo-moyo, eh, kwa hiyo kumbe ni kweli, Abduli anataka kumwoa Madina. Hivi huyu mwanaume amelogwa ama? Kabla Abduli hajaingia ndani, Zulfa alikimbilia chumbani kwake, kwa sababu hakuwa amejiandaa kabisa na ugeni huo. Abduli aliingia na Madina akamfuatia mama yake na Abduli alimkaribisha kijana wake huku Madina akimsalimu mama huyo. Mama yake na Abduli akamkaribisha Madina, karibu binti yangu, karibu uketi. Abduli naye akauliza huku akiangaza macho yake, wake zangu wako wapi? Mama yake akajibu, wameingia kwenye vyumba vyao huko. Hata muda sio mrefu ikabidi Abduli awaite, wake zangu vipenzi, nimesharudi jamani. Sauti ile ilimshtua amina ambaye alikuwa ameshapitiwa na usingizi lakini kwa upande wa zulfa yeye alishafahamu ujio wa abduli na madina hivyo hata akujisumbua kutoka amina ambaye alitoka akamkaribisha mumewe akimwambia karibu mume wangu huku akipiga miayo abduli naye akasema unataka kunimeza nini kimekupata kwani abduli alimuuliza hivyo amina akiwa namtazama kwa shauku na amina akasema najihisi kizunguzungu, alafu kichwa kimekuwa kizito kweli. Basi Abduli alimshika mkono wa amina na akamsaidia kuketi, lakini kabla hajaketi akakumbuka, muda mchache uliopita alimwona Madina akiwa kwenye siti ya mbele ya gari la mumeo ya Abduli, na alipoangaza macho yake sebleni hapo alimwona Madina ameketi huku akitabasamu kabisa. Kimoyomoyo Amina akajisemea hivi, ana shida gani huyu mwanamke? Katikati ya mawazo hayo Abduli akasema nadhani, sina haja ya kufanya utambulisho mrefu kwa sababu nilikwisha kuwapa taarifa, lakini naomba nitamke rasmi. Amina mke wangu, huyu ni Madina, rafiki yako kipenzi, na ndiye anayekwenda kuwa mke wangu wa tatu. Maneno hayo ya Abduli yalimfanya Amina akaangua kicheko na akasema, sio bure, utakuwa unatuigizia wewe. Kama kuna kamera zinaturekodi hapa, hebu naomba mzistopishe kwanza. Maana mm, umejua kunichekesha kwa kweli. Hayo yalikuwa ni maneno ya Amina huku akiendelea kucheka, na kicheko kile kilimfanya hata Zulfa mwenyewe akatoka chumbani kwake, na alipofika sebuleni akamkuta Madina ambaye alibaki tu kumshangaa Amina. Madina alipomwona Zulfa alitabasamu, lakini ndio kwanza Zulfa aliendelea kukaza na kumwekea sura ya mbuzi. Huku akiendelea kucheka Amina akasema Pacha, hebu njoo usikie hiki mume wako anachosema. Huku Zulfa naye akamwambia Amina, amesemaje? Kwani utanifanya nicheke? Ujue, huku akizuia kicheko chake, Amina akasema, eti huyu mwana mwanaizaya asokuwa na haya anakwenda kuwa mke wake wa tatu. Mama yake na Abduli akamwambia mwanawe, kijana wangu, wewe ni simba, umefanya jambo kubwa sana ambalo hata baba yako hakuwahi kulifanya. Najivunia sana wewe Wakati mama Abduli akiendelea kumwagia sifa hizo kijana wake, Zulfa na Amina kwa pamoja wakauliza, simba? Simba yupi huyo? na Amina akaongezea, simba huyu huyu wa dakika mbili chali kitandani ama. Baada ya kauli hiyo ya Amina, Madina akasema, samahani. Kwa hasira, Amina akazungumza, ukijaribu kufungua mdomo wako nitakunasa kofi hivi hiyo jeuri ya kutaka kuolewa na mume wangu umeitolea wapi, we madina wewe? Kwa hiyo kipindi chote hiki ulichokuwa unajifanya shoga yangu, kumbe nia yako ilikuwa ni kujisogeza kwa mume wangu. Madina naye hakutaka kukaa kimya, akazungumza, kwa nini unanifokea? Hebu niambie, kuolewa na Abduli ni dhambi? Mimi na wewe sio ndugu wa damu, sasa ni kwa nini nikatae na mtu amekuja kuniomba anioe? Na isitoshe niko singo wakati yeye anaruhusiwa kuoa wake mpaka wanne. Sasa kuna ubaya gani hapo mimi nikiwa mke wa tatu? Isitoshe sisi ni marafiki, kwa hiyo sio ni ubaya wowote hapo. Zulfa naye akazungumza, wewe ni kama umerukwa na akili wewe. Sasa sikia ni kwambie kitu kimoja, ni bora ukaendelee tu kutafuta mume kwa sababu hapa mume hujampata bado. Yaani hata kama ni kweli anakwenda kuongeza mke wa tatu, lakini huwezi kuwa wewe. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu maneno yako na matendo yako vyote ni vya kishetani. Huwezi kuja kutuharibia nyumba yetu hapa, hebu tuondokee, maana najua huna nia njema kabisa na hii nyumba. Kwa hasira, Amina naye akasema tena, pacha, ngoja nikwambie kitu kimoja. Hapa hakuna mke wa tatu anayeongezeka, maana sisi wawili tayari tunamtosha. Wake wanne wote hawa wa nini wakati tayari anaoa wawili? Mama, kwa nini na wewe unamsifia mwanao katika kitu kibaya kama hiki? Yaani anaoa tu. Na kama haitoshi, anaoa wanawake ambao ni marafiki. Mama yake na Abdul akauliza, "Hivi kumbe alitakiwa kuoa wanawake ambao ni maadui?" Abdul naye hatimaye akazungumza, "Kwa taarifa yenu, ndoa tulishafunga tangu wiki iliyopita na siku si nyingi ataanza kuishi pamoja nasi hapa." Jambo hilo lilimstaajabisha kila mmoja mule ndani. Zulfa pamoja na Amina wakahoji. Nini? Kwa mbwembwe Madina akasema, "Habari ndo hiyo." Na kwa hasira Amina akamwambia Zulfa, "Pacha, hebu nipe ufagio ni mfunzi adabu huyu mpuuzi." Wote kwa pamoja walielekea jikoni kwa ajili ya kwenda kuchukua ufagio waje kumpiga nao Madina, na kutokana na hofu Madina alikimbia kwenda nje. Wakati huo Abduli akaendelea kuwasemesha wake zake, hii tabia yenu ya kushirikiana kwenye mambo ya hovyo ndio itakayonifanya nioe wake wanne. Na baada ya kuzungumza hivyo alitoka nje. Je, ni nini kitafuata katika sehemu ijayo? Usikose kuungana nami, lakini naomba nikuulize swali. Je, tabia Zulfa na Amina wanazomwonyesha mume wao ni kumvunjia heshima au wako sawa? Nasubiri maoni yako.